Kwa na mwalimu ilikuwa sehemu ya viwanda. Ukienda kwenye miji kama Guangzhou, China, ukienda kwenye miji kama Shanghai, China, ni miji ambayo iko pembezoni mwa bahari kama nyie, lakini ni miji ya viwanda. Tanga ilikuwa ni mji wa viwanda, uongo kweli? Tanga imejengwa na viwanda. Tanga leo ilipaswa kuwa sehemu Yani, yenye maendeleo makubwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Tanga na bandari ameijenga mkoroni. Tanga ilikuwa na reli kwa ajili ya kusafirisha mizigo ya kanda yote ya kaskazini. Mizigo yote inayotua kwenye pati ya Tanga ilipaswa kuchukuliwa na, na, na reli ambayo ilikuwepo imejengwa na wakoroni. Mizigo yote iliyokuwa inatoka kwenye viwanda vya mkonge ilipaswa ishuke kwenye bandari yenu inaondoka kwenda Uraya au inaondoka kwenda China kutafuta hera na kuzirudisha ndani ya nchi yetu. Tuanze na viwanda vya mkonge, viko wapi? saura mkonge limekufa, uongo kweli? Je, mkonge umeisha matumizi? Mkonge utaisha matumizi siku ambayo tutaacha kubeba viazi kwenye magunia, siku ambayo tutaacha kubeba korosho kwenye magunia, siku ambayo tutaacha kuwa na mazuria kwenye nyumba siku ambayo magari ya kifahari yataacha kutembea duniani, kwa sababu ukiona gari la kifahari, ukiona makoporo viti vyake vinatengenezwa na mkonge, fiber ya mkonge. Ukiona Mercedes Benz, ukiona gari zote za kifahari, Range Rovers, viti vyake vinatengenezwa kwa fiber ya mkonge. Watu walindi walikuwa na mashamba kumi na saba ya mkonge. Uongo kwe. Watu wa Mtwara walikuwa na mashamba ya mkonge, wakilima korosho, wakivuna korosho, wanapakia kwenye magunia yametengenezwa na mkonge wetu wa Tanga au wa Lindi na Mtwara, wanaipeleka Ulaya huko inakouzwa. Leo viwanda vyote vya mkonge vimekufa, nchi hii tunaagiza magunia kutoka nje ya nchi ya bilioni sabini na nne kwa mwaka Shireks, tunaagiza magunia maana yake ni nini, watu wa Tanga? Maana yake ni kwamba leo gunia linalobeba viazi kutoka shambani linachukua pesa hapa linazipeleka Ulaya, India. I mean, tunaagiza magunia kutoka India na Pakistan. Yaani mtu akiwa Mtwara akitaka kubeba korosho yake, pesa inatoka Mtwara na njilinji inakwenda India kutengeneza ajira.